Tukiingilia siasa sasa, naibu wa rais William Ruto amerejelea msimamo wake wa awali kuwa chama cha Jubilee kitawania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 na kuvitaka vyama vingine kuvunjwa na kujiunga nacho. Akizungumza huko Kimilili hii leo, Ruto amesema kuwa kuwepo kwa vyama vingi vya kisiasa ndiyo chanzo cha ukabila. Hayo yanajiri huku vyama vingine katika muungano wa Jubilee vikipinga msimamo huo. Ruto alifika katika kanisa Katoliki huko Kimilili lakini ngoma ya siasa ikaanza kabla ya hafla. Serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sisi tuko na shares, lazima tufanye kazi na Uhuru Kenyatta mwenyewe na Mheshimiwa William Ruto. Nataka ni kushukuru kwa sababu siku wa kampeinia na kitu wa Direct of Kenya Water Towers. Baadhi ya wabunge kutoka katika muungano wa CORD walijitokeza waziwazi, huku wakielezea azima yao ya kushirikiana na serikali. Waiguru ameresign. Sasa tunataka tuone watajishikilia kwa kitu gani? Aidha, waziri wa maji Eugene Wamalwa alielezea umuhimu wa ziara za viongozi magharibi mwa Kenya, akisema kuwa zinanuia kuboresha maisha. Twataka sasa tuchukue hii barabara ya kuteremka Webuye. Na ile sherehe ilikuwa Bungoma kibabi, twataka sherehe ikuwe pale Panpepa next year. Tuone moshi ikitoka Panpepa iamke tena, wakati wa ruto kusema mawili matatu hivi, ukafika na akapasua mbarika Huyu Eugene wa Malwa munajua, rais na mimi na huyu Eugene tulianza pamoja, tukapeleka hii siasa, tukasema tunataka kuunganisha Wakenya. Kufika hapo katikati, mkafuruta Eugene mkapeleka kando, mkamwambia wachana na hawa hawawezi kupata sijui hawawezi kufanya nini, mukapelekwa story hapo kando mpaka Eugene akapotea. Sasa nikachukua sisi tena tuende tumtafute. Ruto alisikitikia mgawanyiko wa kisiasa miongoni wa viongozi kutoka jamii ya Waluya akitaka kujipanga katika uchaguzi mkuu ujao. Na nyinyi msituambie ati sisi twende tuunde serikali alafu nyinyi mkuje baadaye mnegotiate na sisi. Hapana, hapana, kama hamutaki tujetengeneza pamoja, mseme, kwani sisi ni watumishi wenu. Wakwenda kuunda maneno alafu baadaye mnakuja ku <coughs> Ah, bana. Takribani wiki moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufika katika eneo hili na kupeana cheti rasmi kwa chuo cha Kibabii ilikuwa ni zamu ya naibu wake William Ruto ambaye pia amefika hapa na kuelezea umuhimu wa viongozi kutoka katika eneo la Magharibi kushirikiana na serikali katika uchaguzi mkuu ujao. Robert Wanyonyi KTN, leo.